Kristo, karibu tena, sasa tuendelee kutafakari kuhusu wokovu unapatikanaje? Wokovu ni nini? Kwa Kanisa Katoliki, wokovu ni kuunganishwa tena na Mungu na kupata uzima wa milele. Ni hali ya furaha na amani kamili ambayo mtu anapata akiwa na Mungu, akiwa huru kutoka dhambi na kifo cha milele. Wokovu unapatikanaje? Kanisa Katoliki linafundisha kwamba Wokovu haipatikani kwa nguvu zetu tu, bali ni zawadi kutoka kwa Mungu inayopatikana kupitia imani, sala na matendo mema. Njia kuu ni a imani kwa Yesu Kristo. Kuamini kwamba Yesu ni Mwokozi na kumfuata katika maisha ni hatua ya kwanza ya kupata wokovu. Imani hii inatupa tumaini na mwongozo wa maisha ya kiroho. Kutubu na Sakramenti ya unafiki. Wokovu unahitaji mtu kutubu dhambi zake na kuomba msamaha. Sakramenti ya unafiki inatupa usafi wa kiroho ikitufanya tuwe na uhusiano safi na Mungu. Sakramenti za Kanisa. Ekaristi au misa: kupokea mwili na damu ya Kristo ni njia ya kupata nguvu ya kiroho na msamaha wa dhambi ndogo. Baptizo: hutoa msamaha wa dhambi za asili na kuanzisha maisha mapya katika Kristo. Mstari wa mateka, uthibitisho, ndoa na vinginevyo zote ni njia za kuimarisha wokovu na imani. Maisha ya sala na upendo. Sala ya kila siku, kuomba na matendo ya huruma kwa wengine huimarisha uhusiano na Mungu. Upendo na matendo mema kwa jirani ni ishara ya kuwa mtumishi mwaminifu wa Mungu. Kwa ujumla, wokovu unapatikana kwa imani kwa Yesu Kristo kutubu dhambi, kushiriki katika sakramenti za Kanisa na kuishi maisha ya upendo na haki. Hii inatufundisha kwamba hakuna mtu anayeweza kuokoa nafsi yake bila Mungu, lakini kwa kushirikiana na Mungu, wote wanaweza kupata uzima wa milele. Usiache kusubscribe channel yetu ya I Am Catholic Tanzania, kulike na kuweka ujumbe wako. ungetamani kujifunza nini au kupata msaada gani? Tafadhali tuandikia hapa chini kwenye comment, na Mungu akubariki sana.